Nimekuwa nikipokea simu za mara kwa mara kutoka kwa baadhi yenu ambao wengi wao huwa wananiuliza kuhusiana na hili swali kwamba kukosekana kwa, kukose kwa ute wa uzazi kunaweza kukasababisha mwanamke asishike ujauzito, na pengine kuna wengine bado hamjafahamu kuhusu hili. Kwa hiyo nitaeleza kwa ufupi sana ili iwe faida ya watu wengi kuhusiana na hili somo. E, jibu ni ndio, kukosekana kwa ute wa uzazi kunaweza kukasababisha mwanamke asiweze kushika mimba. Sasa ni kivipi e, kukosekana kwa ute huu kunaweza kukachangia mwanamke asishike mimba? Basi jitahidi ufuatane na mimi kutoka mwanzo mpaka mwisho wa darasa hili fupi. Tunapozungumzia ute wa uzazi e, huwa tunamaanisha ni ule ute mwepesi ambao huwa unanyumbulika, huwa unavutika na ute huu mara nyingi huwa unatoka siku chache kabla ya mwanamke kupata kile kipindi cha kupevushwa kwa yai au tunakiita ovulation, na inaweza ikawa ni kabla ya kipindi cha ovulation, au inaweza ikawa ni wakati wa kipindi hiki cha ovulation, ndio ute huu utauona, lakini unakuwa na sifa ya wepesi na unakuwa una sifa ya kuvutika. Mfanano wake ni kama ule ute mweupe wa yai unapokuwa umepasua yai kuna ute fulani mweupe unatoka ndio, na huu huwa unafanana namna hiyo. Sasa ute huu mara nyingi huwa ndio unaosaidia kurahisisha mbegu za kiume ziweze kusafiri mpaka kwenye yai, lakini sio tu kusaidia mbegu za kiume ziweze kusafiri mpaka kwenye yai e, lakini pia ute huu ndio unaosaidia kulinda zile mbegu zinaposafiri. Sasa unapokosekana ute huu ndio unaweza ukasababisha zile mbegu za kiume ziweze kushindwa kusafiri kwenda moja kwa moja kwenye ule mfuko wa uzazi kwa ajili ya kukutana na lile yai. Na zikishindwa kusafiri, maana yake moja kwa moja zinaenda kupunguza uwezekano wa mwanamke kuweza kushika ujauzito au uwezekano wa mwanamke kuweza kukonceive. Sasa kitaalamu, zipo sababu mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikasababisha huu ute ukakosekana hasa hasa kabla ya ovulation au wakati wa ovulation. Baadhi ya sababu ni kama zifuatazo: E, matumizi ya hizi njia za kisasa za kupanga uzazi. Ninapozungumzia njia za kisasa za kupanga uzazi, hizi ni njia ambazo huwa zinashauriwa na wataalamu mbalimbali wa afya, na huwa zinawasaidia watu kuweza kupanga uzazi. Lakini kabla hujatumia njia hizi, tunashauri hebu angalia njia sahihi ambayo itaendana na mfumo wako wa uzazi. E, kuna baadhi ya njia e, zina athari kubwa kwenye upande wa mfumo wako wa uzazi, mfano matumizi ya njia kama sindano e, vidonge vya majila, kitanzi. Mara nyingi hizi huwa zinaenda kuvuruga ule mpangilio wa homoni zako na kusababisha zile homoni zinazohusika na masuala ya uzalishaji wa uute zinashindwa kufanya kazi zake vizuri, kwa sababu zinakuwa chini ya kiwango, lakini pia kukauka kwa homoni ya estrogen au kukosekana kwa homoni. Ukiachana matumizi ya hizi njia za kupanga uzazi ni kushuka kwa kile kiwango cha ile homoni ya estrogen ambayo ndio inahusika moja kwa moja e, na masuala ya uzalishaji wa ute ambao huwa mwanamke anauona kipindi cha upevushwaji wa yai. Lakini pia msongo wa mawazo. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanakabiliwa na msongo wa mawazo, inawezekana ni masuala ya kijamii, ni masuala ya ndoa au ni masuala ya mahusiano. Sasa hii hali huwa inaenda kuathiri moja kwa moja mfumo e, wako wa homoni na mwisho wa siku inasababisha ukose huu ute wa uzazi, na hivyo kushindwa kushika ujauzito. Na kitu kingine ni maambukizi tu ukeni. Sasa maambukizi tunazungumzia changamoto kama vile matatizo ya fungus, matatizo ya kutokwa uchafu ukeni, matatizo ya UTI sugu, matatizo ya matumizi haya ya, ya ya njia za kemikali mfano vipodozi, mafuta sehemu za uke, hizi pia huwa zinaenda kuathiri moja kwa moja pH ya uke na kuvuruga homoni zako, na mwisho wa siku kupata hili tatizo la kukosa ute. Lakini pia wale watu wenye umri mkubwa, tunazungumzia wanawake wenye umri kuanzia miaka 35 na kuendelea, hawa huwa wana lakini unapokuwa na hili tatizo la kukosa ute wa uzazi, hasa kipindi hicho ambacho nimezungumza, unaweza ukafanya mambo yafuatayo ili kuhakikisha unatoka kwenye hii hali na unafanikisha swala lako la kuconceive au kushika ujauzito. Hebu jitahidi kunywa maji mengi kila siku na huwa mara nyingi huwa tunashauri e, glasi sita mpaka nane ambapo ukinywa glasi nane maana yake umekunywa maji lita mbili kwa siku. Unaweza ukawa unakunywa glasi e, nne masaa sita kutoka asubuhi na glasi nne masaa sita kutoka mchana, hapo unakuwa umeweza kunywa maji kiwango cha kutosha. Lakini jambo lingine huwa tunashauri Jaribu kutumia vyakula vyenye wingi wa vitamini au virutubisho vile vya omega 3 ndani yake, mfano yale mafuta ya samaki. Jitahidi kutumia e, vyakula vyenye vitamini C mfano matunda, mboga mboga. Jitahidi kutumia pia vyakula vyenye madini ya zinki, hivi huwa vinasaidia sana upande wa afya ya ute. Lakini pia jaribu kupunguza msongo wa mawazo. Unapunguzaje msongo wa mawazo? Jihusisha na maswala ya mazoezi mepesi mepesi, ili kuweza kutuliza akili yako na kuepuka huu msongo wa mawazo. Lakini pia hebu jitahidi kuepuka matumizi ya kemikali kali, hasa hasa maeneo ya sehemu za siri, kama vile sabuni hizi za kemikali, dawa za kuosha ukeni, ambazo zinaweza zikaathiri moja kwa moja ile pH ya uke wako na mwisho wa siku kupelekea tatizo la homoni zako kuvurugika lakini unaweza pia ukajifanyia tathmini kwa kuangalia mzunguko wako wa hedhi na kuelewa siku ambazo yai linaweza likarutubishwa na ukafanikisha kupata ujauzito. Lakini ukiona kama ute haupatikani kabisa, basi huwa tunashauri, hebu jaribu kuwasiliana na wataalamu mbalimbali wa afya, lakini pia unaweza ukawasiliana na mimi kupitia mawasiliano ambayo yamewekwa hapo ili sasa niweze kukushauri e, zaidi namna gani unaweza ukaondoa hili tatizo na ukafanikisha hitaji lako la kushika ujauzito.